Baada ya stori nyingi, kampeni nyingi juu ya Derby ya Kariakoo, mchezo ambao ulitarajiwa kuchezwa tarehe kumi na tano Juni. Eh bana, zilipigwa kampeni nyingi, kampeni zilipigwa, kampeni za kutosha kwelikweli na klabu ya Young Africans, lakini pia ziliandikwa barua nyingi, taarifa kwa umma za kutosha, matakwa ya Young Africans, wakitaka matakwa manne eh, moja ikiwa ni kutaka kujiudhuru kwa bodi nzima ya ligi lakini na CEO wa bodi ya ligi, na matakwa mengine ambayo Young Africans waliweza kuyaorodhesha katika taarifa ambayo alitoa kwa umma na barua waliyoituma kwa bodi ya ligi, zimeenda zikaenda huko na huko, Simba Sports Club wakiendelea kusisitiza wa mashabiki waingie katika uwanja wa Mkapa tarehe kumi na tano Juni. Eh, baadaye kimeweza kuitwa kikao ambacho viongozi wa Simba na Yanga wameweza kukutana na Mheshimiwa Rais dr Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wameweza kukutana naye pale Chamwino, Dodoma. So kimefanyika kikao, na baada ya kikao, baadaye imetoka taarifa rasmi kutoka katika bodi ya ligi, taarifa ambayo ilikuwa ikisomeka hivi: bodi ya ligi kuu ya Tanzania TPLB imeusogeza mbele mchezo nambari 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba ambao ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15, 2025 kuanzia majira saa 11 kamili jioni. Mchezo huo sasa utafanyika Juni 25, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 11 kamili jioni. Bodi inazitakia maandalizi mema klabu za Yanga na Simba kuelekea mchezo huo imetolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu tanzania tplb juni 13 2025 hiyo ndiyo taarifa kwa umma kutoka katika tanzania premier league board so baada ya taarifa hiyo young africans now wameposti katika ukurasa wao wa instagram taarifa hii ambayo ilionyesha picha ya debi ya Kariakoo na wameweka Kariakoo debi, wakaandika tarehe ishirini na tano mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano saa kumi na moja jioni uwanja wa Benjamin Mkapa. Then posti yao ambayo iliambatanishwa na ujumbe unaosomeka hii haina kipengele Kariakoo debi hashtag nbc premier league young african sports club vs simba sports club tarehe ishirini na tano mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano Benjamin Mkapa saa kumi na moja kamili jioni hashtag timu ya wananchi hashtag daima mbele nyuma mwiko. Hiyo ndiyo posti ambayo Young Africans wameweza kuposti katika ukurasa wao rasmi wa Instagram baada ya bodi ya ligi kuthibitisha kusogeza mbele tarehe ya debi ya Kariakoo. Sasa bado inasubiriwa Simba sports Club kutoa tamko eh, uh, unakumbuka Simba sports Club ilipostiwa leo, ambayo ilikuwa ni barua ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Habari, Tamaduni, Sanaa na Michezo, taarifa ambayo ilikuwa ikisomeka hivi: Wizara imepokea barua yako yenye kumbukumbu namba SSCWU SM 0906202501 ya tarehe 9 Juni 2025 kuhusu taarifa ya mazoezi rasmi ya timu ya Simba Sports Club tarehe 14 Juni 2025. Kwa muktadha huo, tunawafahamisha kwamba uwanja upo tayari kwa mchezo huu na wizara haina kipingamizi na timu kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya mechi kwa mujibu wa kanuni. Aidha,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 Unatarajiwa kuchezwa tarehe 25 Juni. Sasa sijui Simba Sports Club watakuja na tamko gani. Wote tunasubiri tamko kutoka Simba Sports Club. Je, yeah, wao wako tayari kucheza derby ya Kariakoo, au na wao ndo wale wale wa hatuchezi? Inakuwa hatuchezi remix ama itakuwaaje? Dondosha komenti yako hapo kwenye comment. Hapa ni Super Trove ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.